Kidunia na kiakhera, maana yake, ukitoa, watu watakupenda, watu watakuisani na wao, watu watakuonea huruma, una lako, watu watakuja, una vyako vimekwama, watu watakusupport na utaratibu wa amma man baghila wastaghna, na yule ambaye atafanya ubakhili juu ya kutoa, wakadhaba bilhusna na kabisha juu ya kutenda ule wema wa kutoa, fasano yasiruhu lilo yusra, tutamjombokeza majambo ya yake yatakuwa mazito. Maana yake hapa inatupa picha ya kuona kwamba maisha yetu sisi yamezungukwa na matakwa yetu sisi. Ukitoa uki ok? Ukitoa Mwenyezi Mungu anakuongezea na ukitoa Mwenyezi Mungu anakufungulia. na swadaka, ipo pana, swadaka inafungua milango ambayo imejifunga. Swadaka inasaidia ukiitiliania, ni ponyo kwa wagonjwa wetu. Swadaka pia ni ponyo kwa nafsi zetu, waja. Kuna nafsi nyingine zimekaa tu zina ghila, lakini zikiwa zinatoatoa tena, ile vile vinyongo vinapunguapungua na kuondoka. Mwenyezi Mungu kwa upana wake anazungumzia umuhimu wa sadaka na manfaa ya sadaka na kitu ambacho mja Mwenyezi Mungu atatamani walau sekunde aje atoe sadaka ili awe katika waja wema. ya ayuha ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikri llah waman yafalu dhalika faulaika hum lkhasirun

mali zenu na watoto wenu kausahau utajo wa Mwenyezi Mungu, mkasahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Waman yafaan dhalika, na ambaye atakuwa amefanya hivyo, fa ulaika humul khasirun, basi mja huyu atakuwa ameingia kwenye khasara iliyo kubwa. Sasa wa anfiqu, natoeni mima katika vile ambavyo kwamba razaknakum tumewaruzukuvyo Mwenyezi Mungu anasema, toeni katika vile mlivyoruzukiwa. min kabli an yatia ahadakum lmaut, kabla hayajamjia mmoja wenu mauti. Sasa mwanadamu mauti akikaribia atatamani hivi, fayaqula rabbi, mwanadamu atasema, laula akhartani ila ajalin karib, lau Mwenyezi Mungu ungelipunguzia mle kidogo tu, kaniacha kidogo Fa asadaka, nikatoa sadaka. Wa akum min alsalihin, na mimi mja wako nikawa katika waja wema. Mungu alisema walan abadan abadan abadan, walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima taamalun Abadan, Mwenyezimungu hacheleweshi hatotoa hata lapsi ile wakati. Ikishafika wakati wako wa kufa, basi hutopata hata muda kidogo wa kufanya hiyo sadaka ambayo unatamani kuiomba kuifanya, unamwomba Mwenyezimungu. Mwanadamu huyo, mauti akia akiwa anasogea wallahu khabirun bima tamalu, Mwenyezimungu ni mjuzi, ana habari ya vile mvifanyavyo. Kwa hiyo hii mantiki ya kwamba katika sisi wanadamu tumetakiwa kutoa, wa aqimu salata wa atu zakata wa arkau ma'arakiin. Haya, ibada ya kutoa inaenda mushabaha. Ukiswali toa, unaambia ukiswali toa, baada ya kuswali toa. Kwa nini? Sadaqa ni sehemu katika ibada baada ya ibada ya swala ambayo Mwenyezi Mungu amevipeleka parallel parallel kuswali kutoa, kuswali kutoa, kwa sababu ukitoa ni sehemu katika imani nzito. Yani wewe ukitafute kwa nguvu zako, alafu ujumpe mtu ni ngumu, na ndio kwa maana kutoa kwa wengine ni kitu kigumu sana. Na kuusia pamoja na kuiusia nafsi yangu na kukumbusha pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, cha kwanza kumcha Mwenyezi Mungu, cha pili, ukipata nafasi ya kutoa toa kabla mauti haijakukuta wasaa